Ukweli au uongo, habari za mwezi Disemba. Karibu katika makala ukweli au uongo hapa RFI Kiswahili. Lengo letu hapa ni moja tu, tunakusaidia jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii, tusipotoshe umma. Uko nami Jopita Mayaka nami ni Emmanuel Makundi. Katika kipindi hiki tunashirikiana na la Benevolencia. Tutaanza kwa kuangalia klipu ya sekunde 23 ikidaiwa ni ya rais wa Uganda Yoweri Museveni akimwonya mwanahabari wa CNN Larry Madowo kutothubutu kuingia nchini Uganda kuripoti uchaguzi wa nchi hiyo. Pia tutangazia barua inayodai India imeitaka Pakistan kumkabidhi waziri mkuu wa zamani Imran Khan. Ni kukumbushe tu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu ifuatayo, anza na alama ya kujumlisha 254707888555. Ni mara ya kwanza tunafanya hiki kipindi kwa pamoja. <laughs> <Nimefurahi kwelikweli. laughs> Karibu, asante, na wasikilizaji karibu. Tunaanza moja kwa moja kwamba shirika la habari la CNN hivi majuzi lilichapisha uchunguzi kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania kupitia mwandishi wao Larry Madowo, ikionyesha ushahidi wa namna polisi iliua waandamanaji wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Mwishoni mwa mwezi Novemba, klipu ilienea mtandaoni ikionyesha Rais wa Uganda Yoweri Museveni akimwonya mwandishi wa CNN Larry Madowo dhidi ya kufanya ripoti sawia na hiyo katika uchaguzi mkuu wa Januari mwakani. Hata hivyo, tumebaini kuwa huu ni uongo. Video hii ni ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu sauti imebadilishwa kupitia teknolojia ya akili unde, yani artificial intelligence. Pia ilisambazwa na akaunti kadhaa za Facebook, Instagram na hata TikTok. Hii hapa sauti ya Museveni iliyobadilishwa mashirika ya kimataifa ya habari wakati mwingine yanachochea, haswa wakati nchi za Afrika zinafanya uchaguzi. Mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi hapa Uganda. Tafadhali ambia watu kama Larry Madowo wasikanyange humo nchini. Niliona ulichofanya Tanzania, sitaki kukuona hapa Uganda, utaona moto. Kaa mbali. Je, ni kweli Museveni ametoa onyo hili kwa Madowo? Tumechunguza na tukapata kuwa video hii haionyeshi Museveni akimwonya kufanya ripoti kama hiyo katika uchaguzi wa mwakani. Pia, kupitia mbinu ya reverse image search, tulipata toleo refu la video hiyo iliyochapishwa kwenye chanel ya YouTube ya kituo cha habari cha Uganda UG files tarehe 6 Novemba mwaka 2023. Kichwa chake kinasoma mazungumzo magumu, shirika la habari la Ujerumani la muuliza Museveni maswali magumu. Pia, katika video halisi, Rais Museveni alihojiwa kuhusu mas mbalimbali ikiwemo utawala wake. Sauti ya klipu hii haiambatani na ile ya UG files kwenye chaneli zao za YouTube miaka miwili iliyopita. Sasa, ingawa sauti ya klipu ya Facebook inaonekana kuiga sauti ya Museveni, jinsi midomo yake inavyosonga si ya kawaida. Hii ni mbinu inayotumika kutengeneza video zinazoitwa deep fakes kwa kimombo. Pia katika utafutaji wetu, hatujapata ripoti za kuaminika kuonesha Museveni akitoa maoni kuhusu uchunguzi wa CNN nchini Tanzania. Ukweli au Uongo, Msikilizaji, ndicho kipindi unachoendelea kusikiliza hewani hivi sasa katika idhaa hii ya RFI Kiswahili, tukiendelea kuhimizana kuwa mabalozi wema wa habari za ukweli na zinazoaminika haswa katika mitandao ya kijamii. Sasa katika habari nyingine tunayoangazia, kuna hati imeenea kwenye mtandao wa X tangu Disemba mosi, iliyoandikwa siri ya juu, inayodaiwa kutoka kwa wizara ya mambo ya nje ya India ikidai kwamba New Delhi imeomba rasmi Pakistan kumhamisha waziri mkuu wa zamani Imran Khan hadi india kwa usalama wake. Msikilizaji, Imran Khan ni mwanasiasa wa Pakistan aliyehudumu kama waziri mkuu wa 19 kuanzia mwaka 2018 hadi 2022. Mwaka jana alipatikana na hatia ya makosa mbalimbali, ikiwemo kuvujisha siri za serikali na kuhukumiwa kifungo cha miaka 14 jela. Sasa barua hiyo inadai kwamba wizara ya mambo ya nje ya India ina habari za kuaminika kuhusu vitisho kwa maisha yake na atahamishwa katika maeneo salama huko India chini ya ulinzi mkali hadi hali itakapotulia. swali so, kuu hapa la kujiuliza ni je, barua hii ni sahihi? Ishara ya kwanza kwamba barua hii inapotosha ni kuwa imewekwa kwenye dawati la mbao, na tunapofuatilia mtandaoni hatukupata ripoti za kuaminika za vyombo vya habari kuhusu hati hiyo. Ishara nyingine ni kwamba barua hii pia inatumia jina lake kamili Imran Ahmad Khan Niazi, wakati ambapo barua rasmi za hapo awali zilimtaja kama Imran Khan. Pia tuliangalia katika tovuti ya wizara ya mambo ya nje ya India, taarifa rasmi kwa vyombo vya habari, taarifa kwa umma, na hatukupata barua yoyote kama hiyo. Kitengo cha kuhakiki cha serikali PIB fact check kilikanusha madai hayo. Pia tuliangalia wavuti ya Pakistan na hatukupata barua hiyo wala mawasiliano ya hivi karibuni yanayoambatana. Serikali pia siku ya Jumatatu ilionya wananchi wake kuhusu barua wa hiyo kuwa bandia, inayomtaja Imran Khan kama mfungwa wa kisiasa. Sasa msikilizaji, tukujuze kidokezo cha wiki hii kuhusu habari za uongo. Katika vita dhidi ya habari za uongo, ikulu ya White House mnamo Novemba 29 ilizindua kipengele kipya katika wavuti wake kwa jina Media Offender of the Week, kuvitia aibu vyombo vya habari vinavyoeneza habari za uongo au za kupotosha. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha. Hujambo? Mimi mzima, karibu msikilizaji. <laughs> <laughs> Katika kitengo cha katuni tuko naye mchoraji Celestin kutoka Kenya. Celestin, leo umechora nini katika makala ya leo? Nitachora kuhusu klipu iliyoenea mitandaoni ikidai kumwonyesha rais wa Uganda Yoweri Museveni akimwonya mwandishi wa CNN Larry Madowo dhidi ya kufanya ripoti sawia na ile ya Tanzania iliyoangazia ghasia za uchaguzi. Imekuwa mtindo sasa kwa klipu za video kubadilishwa kutumia teknolojia ya AI. Ni dhahiri kuwa kama watumiaji wa mitandao inapaswa tuwe waangalifu hata zaidi ili tusije tukapotoshwa na klipu kama hizi. Kwa hivyo leo nimechora AI ikijaribu kupotosha uwanahabari halisi kwa ajili ya propaganda. Kukitazama kibonzo hichi cha Celestin. Msikilizaji, tembelea tovuti yetu ya www rfi fr mkwaju sw. Namwona Mchoma na Ana, Joli wamemaliza kupika sasa, wanapakua tumbwizo. uh, uh, uh. e, e, e. E, ya kushangaza hivi e, e, e. Au utamini habari yenye mi naona wanatangaza mwa hii video kwa mtandao monsher uh -huh. Kiongozi wa kijiji yetu hmm. Analifu Joli aseme kama hatapunguza bei ya bier atafunga kilabu yake. Unjo chef shefu mwenye anastahili. Ju vraiment, iko na fikiri, juu ya faida. Iko chef wa kweli. Wewe utuservire kabisa. Ndio mimi nasema.

Mupenda, kumbe ni wewe ndio mwenye unatunga hii habari ya bongo vraiment. Ah. Alifikia kama naweza kutudanganya na hii teknolojia ya mupya. Yeye ni viko bana hii intelligence artificielle. Yo yo yo yo. Pole kabisa sana kwa watu wenye watachunguza vizuri hii habari. Shukrani za dhati la benevolence kwa kutuelimisha kupitia tumbo hizo hilo. Msikilizaji, wakati wowote wa ule ukitilia shaka video sauti au picha, ili tusaidiane kuhakiki, wasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ya RFI Kiswahili. Namba yetu ya mawasiliano unaanza na alama kujumulisha 254707888555. Msikilizaji, kwa muda wote huo umekuwa nami Emanuel Makundi, nami ni Jupita Mayaka. Siri ya bahari makundi, mulize mvuvi. Kwaheri.